Kwa jina naitwa Jachinda Kiwelo, ni mzaliwa wa Tanzania, mkoa wa Iringa, lakini kwa sasa naishi nchi moja inaitwa Austria barani Ulaya. Kwa kifupi, nimekuja na wawekezaji, wawekezaji ambao watatusaidia kwenye miradi ya maji na miradi ya mazingira. Uwekezaji huu kwa kawaida ilitakiwa uende nchi nyingine, lakini tuliona si vyema watu wa mataifa mengine wafa, wafaidike na huu mradi mkubwa baada yake tukawashawishi hao watu, tukaleta mradi huu Tanzania kwa sababu ya manufaa makubwa ambayo wananchi watayapata. Maji yale tutasambaza bure, tutahifadhi mazingira na kwenye ule mradi wa maji, maji yote yatasambazwa bure kwa gharama za kampuni, ila kwenye kaboni tutafanya uwekezaji, tutafanya uhifadhi mzuri wa mazingira na kuhifadhi vyanzo vya maji. Asanteni sana.

Asante sana, naitwa Joakim Shana, afisa misitu wa halmashauri ya wilaya Iringa, na kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Iringa, uh, na kwa niaba ya kampuni ya CC Airwell naomba nitoe maelezo machache kwamba halmashauri um, na kwa kushirikiana na kampuni ya CC Airwell tunatarajia ku tekeleza mradi wa ujenzi wa mtambo ambao utawezesha kuvuna maji ambayo yatatumika na wananchi na mazingira na eh, na kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo um, wananchi wana watapata manufaa mengi kupitia uwekezaji uh, wa ndani shughuli mbalimbali watakazofanya zitakazoongezea kipato na kadhalika. Naam, leo tumepata muda wa kufanya mazungumzo na halmashauri ya wilaya ya Iringa ambayo kimsingi ina mkakati wa kuendelea kuboresha na kusimamia ajenda ya mazingira, lakini pia kupambana na maeneo yenye ukame kwa ajili ya kupeleka huduma za maji. Katika mazungumzo ya leo, halmashauri imeonyesha utayari wake wa kufanya ushirikiano wa kiuwekezaji baina ya halmashauri na kampuni ya CC Airwell kutoka Australia, Australia ambayo tunatarajia kwamba itafanya kazi na halmashauri katika maeneo makubwa mawili, eneo la kwanza likiwa ni utunzaji wa mazingira ambako watatusaidia katika uvunaji wa hewa ya ukaa na utunzaji wa mazingira, lakini eneo la pili ni usambazaji wa maji ambao utaifanya kwa uvunaji wa maji takribani lita milioni mia mbili sitini kwa mwaka kutoka angani yatakayotumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Maeneo ambayo yatahusika na mradi huo ni maeneo yote ambayo kwa sasa yanakabiliwa na ukame kama maeneo ya Izazi, Mboliboli, Migoli, Tunundu lakini kipekee wameichagua Izazi kuwa ni sehemu ya kuanzia. Matarajio yetu ni kwamba mradi huu utakapoanza utatusaidia katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza itaisaidia halmashauri katika utunzaji wa mazingira na misitu, kama wote mnavyofahamu kwamba wilaya ya Iringa hasa katika eneo la halmashauri ya wilaya ya Iringa ni eneo ambalo limebarikiwa misitu mingi. Kwa hiyo jukumu kubwa la serikali ni kutunza misitu hii na kutunza mazingira haya kwa faida ya leo na kesho. Kwa hiyo, kwa uwepo wa mradi huu utasaidia sana kuunganisha nguvu za wananchi serikali, pamoja na wadau katika kutunza mazingira kupitia uvunaji wa hewa ya ukaa. Lakini pili, ni katika eneo la upatikanaji wa maji. Kampuni hii ya CC Airwell inakuja na mkakati wa uvunaji wa maji angani. E, mkakati huu lengo lake ni kusaidia upatikanaji wa maji kwenye maeneo yenye ukame ikiwemo eneo la Izazi ambao tunao, ni mpango mzuri. Kwa hiyo tunachokitaka kwa sasa ni kuwatakia kila la heri halmashauri ya wilaya pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika hatua za maandalizi kufikia kwenye hatua ya mkataba na hatimaye mradi huo kuanza. Endapo taratibu zote za kisheria zitakamilika, mradi huu utafanyika ndani ya miaka miwili na hatimaye eneo hilo sasa tutakuwa na mkataba wa uhakika wa uvunaji wa hewa ya ukaa, lakini pia tutakuwa na mkataba wa uhakika wa utoaji wa huduma za maji. Na katika eneo hilo e, tunaamini kwamba wananchi watashirikishwa kikamilifu kwa sababu maeneo yanayokwenda kutumika ni maeneo ya wananchi wa eneo hilo la Izazi. Wilaya ya Iringa tuko tayari kuhakikisha mazingira yanatunzwa, lakini wilaya ya Iringa tuko tayari kuhakikisha huduma za maji zinazidi kuboreshwa na kusogezwa kwa wananchi.